Biashara hii ni biashara ya wanasema, ni biashara ya kifursa. Vita ya Urusi na Ukraine ime create the huge demand ya power generation, na kwa sababu gesi ilikuwa itoki Ukraine na Russia kwenda Europe na Asia na maeneo mengine kulikuwa kuna uhitaji wa kwa generation kutoka kwenye makaa ya mawe, therefore ndio maana mmeiona biashara hii imeshamiri kwenye taifa letu na mataifa mengine yanayozalisha makaa ya mawe. So hapa nipo kuwasisitiza wazalishaji wa makaa ya mawe ndani ya mkoa wetu kuongeza kasi ya uzalishaji usafirishaji na uuzaji nje katika kipindi hiki cha mpito ambapo bado mazungumzo ya kusitisha vita kwenye nchi yanaendelea kufanyika, kama any time T wanaweza wakarizumu kwenye uzalishaji wa gesi na usafirishaji wa gesi, and therefore hiyo itapelekea ku drop down kwa demand ya coal kwenda Europe na Asia kwa maana hiyo pia PR production itapungua kwa migodi yetu yote tulionayo, ili tusipoteze fursa, kwa sababu wakishasimamisha vita na wakaanza sasa kurudi kwenye uzalishaji wa gesi na bidhaa nyingine, automatically demand and supply itashuka, na kwa maana hiyo yake pato la taifa nalo litadrop kwa sababu, na sisi tunachangia karibu 3.8% kwenye pato la taifa. Lakini la pili ambalo nalo nalisisitiza, while we are doing this, tuhakikishe pia tunatunza mazingira yetu. Uchafuzi wa mazingira mara nyingi umekuwepo kwenye maeneo haswa yenye uzalishaji mkubwa kama huu bila kuzingatia vigezo na masharti. Kwa hiyo tujitahidi kutunza mazingira, na ukiangalia huku coal deposit nyingi ziko kwenye misitu na miti ambayo sisi tunaitegemea kama sehemu ya kuzalisha au kuanzishia mvua. Kwa hiyo kukata kwa kiwango kikubwa, manake tuna create pia shortage of rain kwenye kwenye mkoa And therefore, niwaombe pia wakati mnafanya production ya coal, pia mfanye consideration ya creation of rain through hizo forests. Kwa maana, mfanye pia buffer stock ya misitu ambayo itaendelea kubaki kama sehemu ya kuzalishia mvua.